Watanzania wenzetu wanataka nini kutoka kwenye tume kama hii? Kwa sababu kabla hatujaanza kazi na sisi pia tumejiangalia eh, wenzetu wanataka nini? Watanzania wenzetu kwanza, wanataka uchunguzi kamilifu. Uh, usifanyike nusu, nusu uchunguzi kamilifu. La pili, wanataka tuwe wawazi kwenye kazi. Tatu, kama tuchukua ushahidi tuchukue ushahidi ambao utatumika, sio tuchukua ushahidi ambao hauwezi kutumika. Kwa hiyo sisi ndio maana tunasema kwenye mambo mengine itabidi tuchukue ushahidi chini ya kiapo, lakini wengine inategemea itakuwa kwa taarifa. Kwa taarifa uwazi, tunasema mikutano yetu mingine yatafanyika kwenye hadhara, lakini nyingine kwa sababu nyingine itabidi tuende kwenye faragha, tutakwenda kwenye faragha, kwenye mazingira maalum kulinda kwa mfano haki za mtu eh, haki Tanzania, sasa hivi kuna data protection act kama mnaofahamu, labda yule mtu tunaogopa anaweza kudhuriwa eh, akishirikiana na sisi na kadhalika. Kwa hiyo tumewekea parameters hizi, lakini Watanzania wanataka tuchunguze kwa kina, tuchunguze kwa utaalamu wa kutumia data na kadhalika. Kwa hiyo nadhani hayo matakwa sisi tumeyaona, na ndio atakayetuongoza eh, katika kujibu eh, kujibu hadidu za rejea.